Pemba ni kivutio kikubwa cha sana cha utalii, kina vivutio vingi sana vya utalii. Lakini leo ujenzi wa bandari hii na mazingira mazuri ya hili jengo la kisasa la msingi leo yatafanya mameli makubwa ya kitalii yatakapokuja hapa Pemba, yaweze kurudi kuja siku nyingine, waambizane, kwa sababu mazingira sasa ni rafiki na yanaruhusu. Kweli sio kweli, jamani? Tunafungua sekta ya utalii, vile vile uwekezaji. Tunapokuwa tuna miundombinu hii mizuri, mtu akiwa ana uwezo wa kusafisha bidhaa zake kwa urahisi, kwa haraka, kwa unafuu na kwa ufanisi, mabarabara hayo yanajengwa ya kutoa bidhaa kutoka sehemu yote kuleta bandarini, manake watu wengi watakuja kuwekeza hapa Pemba. Na wameshaanza kuja kuwekeza na taarifa kwamba kuna uwekezaji wa hoteli kubwa sana Afrika Ina, inajengwa hapa Pemba, ni soklil sasa. Hiyo kama ni mvua, si manyunyu, au sio jamani? Tukimaliza uwekezaji kama huu, maanake tutegemee uwekezaji kubwa sana ambao unakwenda kutoa tafsiri ya nini tafsiri ya maisha yatakayokuwa bora zaidi kwa wananchi wa Pemba na Zanzibar kwa ujumla.